Ma namshukuru sana Mungu, maana furaha nilio nayo ni Mungu mwenyewe. Nilitafuta kwa muda mrefu kwa akili zangu na sikuipata. Unajua, nilijua mimi bila jei si kitu, lakini kwa sasa niko vizuri, niko huru na nina furaha sana. Safi sana. Maandiko yanasema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu mm, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana, maana atakuwa kama fukara nyikani, hata ona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Lakini maandiko yanasema pia dina Amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hali ijapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Huyo ni mimi kabisa, na namshukuru Mungu mm. amenitoa kwenye laana hiyo, hivyo ingenimaliza kabisa. Namshukuru Mungu sana. Dina, inakupasa umshukuru sana Mungu. Asante, asante, asante ewe Mungu Alpha na Omega, Wewe ni Alpha na Omega, Wewe ni Alpha na Omega, ewe Mungu wangu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe ewe Mungu wangu. Hii <laughs> sasa ni mpya ha Dina, kumbe una kipaji cha kuimba! <laughs> sijawahi kujua kama una kipaji cha kuimba, halafu haujawahi kuniimbia hata siku moja. Hongera sana. Asante sana. Nitaimbaje katika hali kama ile? Na hata sijui kama mimi ninajua kuimba hmm, na sijui hata nitaanzia wapi katika uimbaji. Dina, hiki kipaji mimi nitakisimamia mpaka hmm, kieleweke. kwa namna gani? Sawa, sasa sikiliza, niache niende nikalale halafu niwaze tunaanzia wapi paka ila, Dina, serious, una kitu kikubwa sana. Hongera sana. Asante, safi sana. Asante sana. Sana. Asante. Sana. Asante Sasha. Huyu mume wangu lazima kutokuwa kuna kitu kinaendelea ya hapa. Yaani kwa nini Saloma amepotea ghafla hivi? Yaani ni lazima kutokuwa kuna kitu kamfanya Yaani, kwa akili ya kawaida kabisa haiwezekani. Mara tu baada ya yeye kuja kwenye kundi letu, halafu Salome ndo aonekane kabisa halafu. Kumbuka sisi tuna miaka nenda rudi na urafiki wetu upo vizuri kabisa, iweje leo mia inaingia kilini? Yaani Sandra ndo anakukatalia na nnakubishia. Mchungaji hawezi kuwa amemfanyia kitu kibaya ya Salome bwana. Yaani Salome unaemjua wewe alivyombabe vile Kweli Salome akufanyiwa kitu kibaya na mchungaji akae kimya? Kwali unavyomfikiria Salome ni mtu akukaa kimya kafanyia jambo baya? Amna, <tuhi> <tuhi> <tuhi> nafsi yangu nankatalia, amna. Hajafanyia kitu kibaya bwana. Sasha sijamaanisha kufanyiwa kitu kimwili, hapana, ila kuna namna huwa anaomba ayo maombi yake. Yaani unajua kabisa huyu anamfukuza mtu. Unajua hata ndugu zake wakija hapa nyumbani akisema huyu asirudi hapa nyumbani huwa hawarudi tena, na atakaye mpenda atasema huyu ndiye atakaye kuwa anakuja na atakuwa anakuja bila kipingamizi chochote. Huwa hamwambii moja kwa moja, utasikia tu huko anamwongelesha kwenye maombi. Sasa nawaza isije ikawa labda hajampenda Salome kwa namna ninavyoona itakuwa wewe, amekupenda na ndio maana unapata hata wepesi wa kuja hapa nyumbani. Hmm, Sasha, mimi ninamjua mume wangu, tena namjua sana, na ndio maana ule urafiki alioutaka kwetu, kiukweli tu niliukubali kwa shingo upande Aise sishangae mchungaji atakuwa amekupenda yani, mpaka uone umekuja hapa kwenye mji wake, atakuwa amekupenda Sasha, i know my husband. Yani ana mambo yake mengi, ukiwa naye karibu ndio utamjua. Kuna siku moja alikuwa ana kurofishana na mtu basi, akawa naomba, nikasikia anamwambia na kuhamisha na kurudisha kijijini. Wala usishangae, punde si punde yule mtu akahamishiwa kijijini huko ndio <laughs> amshinde Salome. Sandra usiniambie, hey. hey. Sandra, basi mme wako atakuwa ni mchungaji kweli, na ana nguvu ya Mungu kweli. Unajua watu wenye uwezo wa kufanya hivyo ni watu ambao wako karibu sana na Mungu. Unajua Sada, ndiyo? Kuna kitu mimi kinanichanganya sana na nikaona kabla ya yote, unaweza awe rafiki yangu, kanisaidia ni kitu gani hicho rafiki yangu? Unajua kile kitendo cha mama mchungaji siku ile kutuchunia <laughs> <laughs> yaani, kimekuwa kikinizalishia maswali mengi sana kwenye kichwa, na akijawahi kutoka hata mimi saa nyingine nakumbuka, alafu nacheka mwenyewe hmm. Yamkini na mchungaji kuna mahali anapita, ila hawezi kutuambia kiundani. Ni hakika mchungaji kuna mahali anapita kuliko hata siku ile alivyotuambia pale, ila kuna kitu Sada kinanishangaza sana, ikiwa mchungaji hili somo kupitia mke wake anavyokuwa na marafiki wabaya. Mchungaji alisha kufundisha hili somo, nakumbuka nami nikalifanyia kazi kwa mume wangu, akakaa sawa. Sasa nashangaa iweje mimi nisikie somo nilifanyie kazi na mume wangu apate kupona. Kwa nini hili ili somo lisimsaidie naye akapona? Rafiki yangu nadhani kuna haja ya kwenda kumuuliza kwa upendo, hmm, kupitia sisi, yamkini ataamka. Sawa kabisa, uko sawa. Karibuni sana. Asante baba. Asante sana baba. Kwanza kabisa, tunataka kujua, sijui anaendeleaje mama mchungaji? Maana toka siku ile tulivyoondoka pale alipokuwa anajisikia vibaya hatujarudi kumjulia hali yake, sijui anaendeleaje? Rafiki yetu anaendelea vizuri kabisa. Tunashukuru kusikia hivyo baba, na sisi marafiki zake tunamwombea rafiki yetu, na tunapanga siku tukamtembelee tena. Ah, tashukuru sana nitafurahi mno. Kuna siku za nyuma uliwahi kutuambia kwamba marafiki wa mama mchungaji si marafiki wake mama mchungaji bali marafiki wa mama mchungaji ni marafiki wake wa zamani. Sijui niko sahihi au nimesikia vibaya? Yeah, uko sahihi. Sawa baba, japo yeah, ni marafiki ambao sipendi sana we nao, ila ninyi ningependa sana mwe marafiki zake kuliko hawa walionao sasa. Ila baba, nakumbuka uliwahi kufundisha somo moja la kufitinisha, ambalo mimi nililitumia kwa mme wangu na nimeona mabadiliko yake mpaka hivi sasa. Hivi umewahi kulitumia? Uh, mara ya kwanza nilitamani kumfarakanisha kabisa mke wangu na marafiki zake kama vile nilivyofundisha lakini Mungu alinikataza, na sikujua ni kwa sababu gani amenikataza nisifanye hivi mpaka ikanipelekea, kuna kipindi nikaingia kimwili kabisa, nikaanza kupambana kimwili. Sikia we binti, sitaki uendelee kuwasiliana na mke wangu, nanielewa? Lazima uelewe ya kwamba unaambatana na mtu mkubwa sana katika ulimwengu wa roho. Sikia, huyu ni mama mchungaji na sio kahaba kama nini, unanielewa? na yenyewe nikaona Mungu hayupo, na mahali popote ambapo Mungu hayupo aibu na fedheha huwa zinakuwa ziko mlangoni. Na ilifikia kipindi nikawa pia kimwili, nikawa nikimgombeza sana mke wangu nikitamani abadilike kama vile mimi navyotaka. Sikia Sandra, sitaki kuzisikia siasa zako tena, umenielewa unatakiwa unielewe kama mwanamke impasavyo kumwelewa mume wake sikiliza wewe ni mama mchungaji inatakiwa utembee kama mama mchungaji inatakiwa uishi kama mama mchungaji inatakiwa uwe na marafiki ambao mtu akiwaona aseme hawa ni marafiki wa mama mchungaji na sio hawa makaba wako na yenyewe haikuzaa matunda ya hapo baadaye nikaona mungu ananipa ufunuo wa kwenda katikati yao hmm. na kuleta mageuzi kwa njia ya neno ha. Baada ya kwenda kuachilia neno katikati yao, sasa ninaona mabadiliko makubwa yanaendelea mpaka hivi leo. Lakini haya yote ninajua Mungu aliniamini, na kwa sababu nguvu zilizo ndani yangu zinanipa uwezo wa kwenda katikati yao. Si kila mtu anaweza akaenda katikati yao. Tunajua Paulo pia alikuwa akienda katikati yao Ukisoma katika kile kitabu cha Wakorinto, kitabu cha Wakorinto sura ya tisa na mstari wa ishirini maandiko anasema hivi: nalikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili ni wapate Wayahudi, kwa wale waliokuwa chini ya sheria nalikuwa kama chini ya sheria, ingawa mimi mwenyewe si chini ya sheria, ili niwapate walio chini ya sheria kwa wale wasio na sheria nalikuwa kama sina sheria, si kwamba sina sheria mbele za Mungu, bali mwenye sheria mbele za Kristo, ili niwapate hao wasio na sheria. Kwa wanyonge nalikuwa mnyonge, ili niwapate wanyonge. Sasa haya Paulo, aliyafanya kwa ajili ya ile nguvu aliyokuwa nayo, kwa mtu yule ambaye hana nguvu ni vyema kuwahubiria waovu akiwa nje ya waovu, lakini si hekima kwenda katikati ya waovu, kwa sababu unaweza uka, ukaingia katika hali ya kutaka kuwaokoa waovu, ukajikuta na wewe umekuwa mwovu. Eti leo useme unaenda baa ukakae na walevi ili na wewe uwafanye wawe wameokoka, unaweza wewe ndio ukawa mlevi kuliko wao. Hiyo ndio know. Kitu moja makini na muhimu ambacho mtu anayetaka kwenda kuwaokoa ama kuokoa kilichopotea, tahadhari hiyo lazima awe nayo huyo. Sasa ndio mume wangu jomba na kuelewa sana mchungaji, na ndio maana huo ni ufunuo. Mungu alivyokuwa akiachilia neno lilikuwa ni la kwako kwa ajili ya mume wako mm. Lakini lile neno linaweza likawa ni la mtu mwingine kwa mume wake, lakini linaweza lisiwe kwangu kwa mke wangu Mungu akanipa ufunuo wa jambo fulani. kwa Mungu hatuendi kwa mazoea, kwa Ni kweli. Mungu tunaenda kwa ufunuo Ni kweli. Kila siku Mungu anaongea kwa ufunuo mpya. Ni kweli Baba, tunaomba kumshukuru Mungu sana kwa umetupa majibu ya maswali yetu tuliyokuwa tunajiuliza kwa muda mrefu. ni Amen. Amen. kweli kabisa, yaani ni kama umetutua mizigo yetu. Amen. Mungu wabariki sana. Nitafurahi na ninafurahi kuona kwamba mazungumzo haya yamewahudumia na ya wamehudumia mioyo yenu. Amina. Ya Mungu wabariki sana. Amina. Na mnapokuwa mna maswali mengine, msisite kuja. Amina baba. Asante sana. Kwa sababu labda niongeze hili, makanisa mengi yanavurugika kwa sababu yanakuwa na maswali lakini hawaji kuuliza wapate majibu sawasawa, hmm. Kwa hiyo unakuta katikati ya maswali mengi yasiyo na majibu na hawaji kupata majibu, wanajipa majibu yasiyo sawasawa, na baadaye wanagawanyika na makanisa na yanasabaratika ya na hmm. Kwa hiyo next time, muda mwingine mnakuwa mna swali kama hili, njoo. Mungu awabariki sana. Sawa. Mungu awabariki sana. asante sana. Amen. Amen. Amen. Amen. Dada, Nazidi kumshangaa sana Mungu. Naona kama ni mfululizo wa ishara na miujiza kwangu. Jana nilikuwa na Luma tukiwa tunapiga stori za kimungu, baadaye nikaimba kidogo, akashangaa akasema yamkini ndani yangu kuna kipaji, na akasema yuko tayari kunisaidia. Ni kawaida ya Mungu akisema anambariki mtu, huwa anafungua milango yote. Hmm. Hata ile ambayo ilifungwa huwa hmm, anaifungua yote, lakini moja ya baraka pia hmm, ni kukuunganisha na watu waliozibeba baraka zako. Maandiko yanasema hmm, katika Isaya arobaini na tatu mstari wa nne hmm, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa nami nimekupenda, hmm, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Amen. Hivyo neno baraka ni neno pana sana. Watu wengi hudhani wakimtolea Mungu dhabihu na sadaka mbalimbali mbali, ikiwa na pamoja na fungu la kumi. Pale Mungu anaposema nitawabariki wao moja kwa moja huwa wanawaza ni fedha tu. Lakini kuna zaidi ya fedha. Afya, amani, upendo ambayo yote hayo ni zaidi ya fedha. Hmm. Haya hmm. Unaoniambia kwa mfululizo ndio, yeah. Maana halisi ya baraka. Hakika na mimi nashuhudia baraka ndani yangu, kamwe sitomwacha Bwana. Amen. Mchungaji, kuna hali naisikia ndani yangu, nashindwa hata nielezeje. Yaani nasikia sauti ya Mungu ikiniita ndani yangu, lakini yani sijui nielezejielezeje jile ili uweze kuelewa ninachokisikia ndani yangu, nashindwa namna gani ya kukielezea. Ninakuelewa, kwa sababu hiki kitu sio mara yako ya kwanza, ama wewe sio mtu wa kwanza kukipitia, kwa sababu hata kipindi hicho mitume walipokuwa akiwahubiria, walipokuwa Mafarisayo, kilitokea hiki hiki biblia inasema mioyo yao ikachomwa hebu nikusomea kidogo nitafungua katika kitabu cha matendo ya mitume sura ya pili matendo ya mitume sura ya pili mstari wa thelathini na saba hadi mstari wa thelathini na nane biblia inasema hivi walipoyasikia hayo wakachomwa mioyo yao wakamwambia Petro, na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kuna mahali pengine wakasema, ya kwamba tubuni, mrejee ili zije nyakati za kuburudika kwa kwake kwake Bwana, yaani huyo unayemwongelea hapo ni nini kabisa? Toka ninavyokusikiliza tangu umeingia kwenye kundi letu, yaani kila unachokisema mimi nasikia kuchomwa ndani yangu, na kila unavyoongea unaongea moja kwa moja na maisha yangu mimi yaani, hata hapo unavyoongea unaongea kabisa na maisha yangu. Sasa sijui nifanyeje, nifanyeje mchungaji, yaani Sielewi, nafanya nini? Uh, jibu ni lile lile, tubu urejee, ili dhambi zako ziondolewe na zije nyakati za kuburudika kwa kwako kwake Bwana. Sijakuelewa mchungaji, unamaanisha nini? Namaanisha huu ni wakati wako wa kuokoka, kumpa Yesu maisha yako, kuzaliwa mara ya pili. Huu ndio wakati wako. Nizaliwa mara ya pili hao? Yani kivipi? Unawezaje kuzaliwa mara ya pili? <laughs> Ili swali ni swali zuri sana, ili swali hata Nikodemo alimuuliza Yesu. Uliza mtu anawezaje kuzaliwa mara ya pili ingawa tayari amekuwa mtu mzima. Akauliza, je, anaweza akatoka akaingia tena kwenye tumbo la mama yake? Je, anaweza huyu mtu mzima akazaliwa tena? Jibu ni lile lile, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Mchungaji, mimi kwa kweli unazidi kunichanganya, nazidi kuchanganyikiwa tu, bado bado sijaelewa unamaanisha nini? Yaani bado sikuelewi. Okay, naongelea kwa habari ya wewe kumpa Yesu maisha, naongelea kwa habari ya wewe kuokoka, na hii safari inaanzia pale ambapo unaongozwa sala ya toba na baadaye unabatizwa. Hapo sasa unakuwa umezaliwa mara ya pili Roho. Lakini pia na kufanyika kuwa mtoto wa Mungu sawasawa na maandiko yanavyosema ngoja nikusomee kidogo nikusomee nitasoma katika kile kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili na wa kumi na tatu maandiko yanasema hivi bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale walio, waliaminio jina lake waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu. Sasa nimekuelewa ni na niko tayari, unaongoza hiyo sala ya toba na niko tayari pia kuokoka. Lakini wenzangu wataona kama nimewasaliti. Kwa nini usiwaite alafu ukatufanyia hiyo sala ya toba wote? Hmm. Watatu Sasha, mambo haendi hivyo katika ulimwengu wa roho, Biblia inasema tunaokolewa kwa neema, yaani kila mtu kwa wakati wake ataokoka. Na ndio maana unakuta wakati huu ni kama vile uko peke yako, ujiulize kwa nini uko peke yako hapa na ninyi ni marafiki ambao mnatembea kwa pamoja kila kona, lakini Mungu ametengeneza mazingira ya wewe kuokoka kwa sababu ni ngumu sana kuwa na mapatano ya pamoja, marafiki mkasema leo tutaenda kuokoka, si kweli. Kwa sababu kanuni ya Mungu huwa anamhudumia mtu kwa neema na kwa siku yake. Ni kama vile wamama watatu wamepata ujauzito hapa, wamepata mimba kwa siku ya kwanza wote kwa pamoja, siku ya kujifungua hawawezi wakasema wacha tuitane sasa tuanze kusukuma watoto watoke, kwa sababu ni marafiki, si kweli? Kila mtu atazaa kwa wakati wake, na kila mtoto atazaliwa kwa wakati wake. Huu ni wakati wako wewe wa kumpa Yesu maisha, na ndio maana ukuta Salome ni kama vile kakimbia ka, ka huku na kule, ni kama vile katengwa na wewe, ili upate kupata nafasi ya utulivu kumpokea Yesu. Ah, basi mimi niko tayari kuongoza sala ya toba ili niupatie moyo wangu furaha ya kudumu. Sasa haya ndio maamuzi mazuri na maamuzi bora ambayo umekwisha kuyafanya kwenye maisha yako yote. Unajua leo hii rasmi kabisa jina lako linaenda kufutwa. Kwenye kitabu cha hukumu, linaandikwa jina lako kwenye kitabu cha uzima, kitabu cha mwana kondoo. Leo hii ya kale yote yatapita, leo tazama, yatakuwa mapya. Leo baada ya kukuongoza sala ya toba hapa, utaanza kutembea katika ile sheria ya Roho wa uzima iliyotuweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo huu ni uamuzi mzuri sana ambao umekisha kuufanya siku zote za maisha yako. Unaweza ukapiga magoti sasa, nikuongoze sala ya toba. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, naja mbele zako, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, dhambi, mimi ni mwenye dhambi, unirehemu unirehemu, unitakase, unitakase, na kuniosha, na kuniosha, futa jina langu katika... futa kitabu cha hukumu, futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika, andika jina langu, andika jina langu katika kitabu cha uzima, katika kitabu cha uzima. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, kwa kuniokoa, kwa kuniokoa na kuniweka huru, na kuniweka huru. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episodi hii uliyoiangalia. Uh, endapo ungetamani kusapoti huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza ukasapoti huduma hii, ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo akaunti namba yetu ya Holy Movies. Nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Myamba.